Tuambie Mesia, umemchagua kati ya wangapi uliokuwa nao? Yesu yupo pale. Ah, wasimamizi msisogeshe majibu hapo. Wewe endi, tuambie, umesema umemchagua, umemchagua kati ya wachumba wangapi? tuambie uh kusema ni sio wengi nah. Tuambie idadi, tuambie watano. Oh, ulimwambia huyo? Ndio anajua anajua anajua ute kwa majina Na wanajua leo unafunga ndoa? Ndio, wanajua, wametoa mchango, wametoa mchango na wapo wengine kwenye kamati yangu, angalia uko wapo.